Alhadith sahih rawahu nasai wa rawahu ahmad bnu hambal, ni hadithi ambayo ni sahihi. Anasema Mtume, funga haina mfano, haina mfano katika kumfanya mtu healthy, katika fawaid zinazopatikana katika siha hakuna mfano kama funga, katika fawaid zinazopatikana katika uchamungu wa kukukinga na kuku kwa Mola wako, yani la mathila lahu fi sihhati aljasadi wa fi taqarrub alabdi ila rabbih asaumu au siyam la mathila lahu, katika kitu kinachokukurubisha kwa Mola wako. Funga haina mfano katika kitu chenye kukupa afya katika mwili wako. Funga haina mfano, la mithla lahu. Funga haina mfano katika jambo lingine kubwa la mithla lahu li annahu la yalamu ajra lsiyami illa Allah, hakuna anayejua ujira wa mwenye kufunga isipokuwa Allah. Kullu amali bni adama lahu illa siyam fainnahu li wa ana ajizi <laughs> Allah nasema amali zote ni zako isipokuwa funga ni yangu, na mimi ndo mwenye kujua malipo yake. Kwa hiyo la mithla lahu.